Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Injinia Fadhili Sandali Chilombe, mbunge wa Tunduru Kusini, hasa ulize swali lake. Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu kwa niaba ya Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Naomba kujibu swala la mhandisi Fadhili Sandali Chilombe mbunge ya Tunduru Kusini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika kipindi cha miaka minne jumla minara elfu moja na 41 imejengwa na inatoa huduma za mawasiliano kwa wananchi. Kati ya minara hiyo minara 758 imejengwa kupitia mradi wa Tanzania kidigitali ambao ulizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Rais tarehe 13 Mei 2023. Na Mheshimiwa Naibu Spika, serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote inaendelea na jitihada za yote, riosaria, 25, kufikisha huduma za mawasiliano katika maeneo yote yaliyosalia, ambapo tarehe 5 Disemba 2025 mikataba ya kufikisha huduma za mawasiliano katika kata 201 ilisainiwa, na utekelezaji wake unatarajiwa kukamilika mwezi Machi 2027. Vile vile katika mwaka wa fedha 2025-26 serikali kupitia UCSAF imepanga kufikisha huduma hizo katika maeneo mengine 280 yakiwemo maeneo ya kimkakati kama vile reli ya kisasa, hifadhi za Taifa, barabara kuu na maeneo ya mipakani. Mheshimiwa Naibu Spika, Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana taasisi zake na makampuni ya simu inaandaa mkakati wa kitaifa wa miaka mitano 2025 mpaka 2030 wa ujenzi wa minara ya mawasiliano ya simu, wenye lengo la kumaliza au kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya upatikanaji wa huduma za mawasiliano nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, Kata ya Rukumbule ina minara minne ya mawasiliano iliyojengwa na makampuni ya simu ya Viettel na mnara mmoja TTCL minara miwili pamoja na mnara wa Helios Towers Tanzania ambao Vodacom, Airtel na Honara wanaotumia kwa pamoja kwa kuweka vifaa vyao vya mawasiliano. Aidha, kutokana na changamoto ya mawasiliano katika kata hiyo, vijiji vya Kazamoyo na Imani vimejumuisha katika mradi wa mawasiliano vijijini awamu ya vijiji na tisa unaotekelezwa na wizara. Usanifu wa minara katika vijiji hivyo umekamilika na ujenzi unatarajiwa kuanza mapema Februari 2026 na kukamilika mwishoni mwa Mei 2026 ambapo wananchi wataanza kunufaika na huduma za mawasiliano. Kijiji cha Kilimani kitapata mawasiliano kupitia mnara wa Kazamoyo mara utakapokamilika. Mheshimiwa Injinia Fadhili, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa naibu Spika, pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina swali moja lenye sehemu a na b kama ifuatavyo. Katika siku za hivi karibuni, pamekuwa na ongezeko kubwa sana la watumiaji wa simu wa simu kwenye baadhi ya maeneo ndani ya jimbo la Tunduru Kusini. Hali hiyo imesababisha baadhi ya minara kuzidiwa na ubora wa mawasiliano kutoka kwenye minara hiyo kupungua. Swali langu ni a, je, serikali iyo ni haja ya kwenda kufanya review kwa maana amapitiwa ba, kwenye baadhi ya minara ili kuangalia uwezekano wa ama kuongeza masafa au kujenga minara mingine karibu na maeneo hayo. Be, je, kama inakubaliana na mimi kazi hiyo itaanza lini? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nijibu maswali mawili ya Mheshimiwa Mhandisi Fadhili kama ifuatavyo. Kuhusu kufanya tathmini upya, ni kweli baadhi ya minara kutokana na maongezeko ya watu, kuongezeka kwa watumiaji inakuwa inazidiwa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kupitia bunge lako tukufu kwa niaba ya Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kumwelekeza mkurugenzi mkuu wa TCRA kutuma wataalamu katika maeneo ya jimbo la Tunduru Kusini ili wafanye tathmini na kubaini changamoto hiyo haraka iwezekanavyo. Asante. Mheshimiwa Cornel Magembe, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, nalo swali la na nyongeza. Kuna vijiji takribani vitano katika jimbo la Chato Kaskazini, ambayo ni vijiji vya Mkungo, Nyakato, Buzila, Yombo, Itale na sehemu kubwa ya kata ya Idia Mchele. Vijiji hivi havipati mawasiliano kwa sababu hakuna mtandao, na hii husababisha utoaji wa elimu hasa kwenye shule za msingi na sekondari ambako sasa wanatumia TEHAMA, wanafunzi wanashindwa kupata haki yao kama wanafunzi wengine. Je, wizara ina mpango gani wa kwenda kuweka mtandao katika maeneo haya? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri majibu. Mheshimiwa Spika, naibu spika, naomba kujibu swala la ndugu Magembe mbunge wa Chato Kaskazini kama ifuatavyo. Kama nilivyoeleza katika swala langu la, jibu langu la swala la msingi, tunatambua changamoto ya mawasiliano nchi nzima, na ninaamini kila mbunge aliyemo katika jengo hili ana changamoto ya mawasiliano katika jimbo lake kwenye sehemu moja au nyingine, na ndio maana sisi kama wizara tunaandaa mkakati wa miaka mitano wa kuyafikia maeneo yote yenye changamoto ya mawasiliano, na tunaamini katika kipindi hiki cha miaka mitano tutafika kila eneo. Kule ambako hakuna minara tutajenga minara mpya, kule ambako minara imezidiwa tutaiongezea nguvu ili kuhakikisha kwamba kwa ifikapo mwaka 2030 changamoto ya mawasiliano katika majimbo mbalimbali na hapa nchini iwe imepungua kwa kiasi kikubwa au tumeimaliza kabisa. Mheshimiwa, naona maswali yawe mafupi. Mheshimiwa Yahya Nawanda, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, asante kwa kuniona. Je, ni lini Serikali itatimiza ahadi yake ya kujenga minara katika kata za Mtunguru Mkwedu Chilangala, pamoja na Mikumbi? Asante. Naibu waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swala la Mheshimiwa Nawanda kama ifuatavyo. Sasa hivi wizara inatekeleza mradi wa ujenzi wa minara 280 katika bajeti hii, na katika bajeti ijayo tutatekeleza tena mradi wa kujenga minara mingine 280 ambayo katika mradi huo kata alizozitaja Mheshimiwa mbunge nazo tazipatia kipaumbele. Asante Mheshimiwa Haidrali Hussein, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa naibu spika. Je, serikali ina mpango gani ya kujenga minara ya mawasiliano katika kata ya Muhunga Ilongero, Singida vijijini? Mheshimiwa naibu waziri, majibu kwa ufupi. Naomba kujibu swali, mheshimiwa naibu spika, naomba kujibu swali la mheshimiwa mbunge wa Singida vijijini kama ifuatavyo. Kama nilivyoeleza kwenye swali langu jibu langu la swali la msingi kwamba tumeandaa mkakati mahususi wa miaka mitano wa kujenga minara mbalimbali inchi, nchini, katika maeneo yote yenye changamoto ya mawasiliano, kwa hiyo nimwakishie mheshimiwa mbunge kwamba, katika mkakati huo eneo lake hilo lenye la changamoto pia tutalifikia. Asante Mheshimiwa, swali la nyongeza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu speaker, kunipa na mimi nafasi ya swali la nyongeza. Je, ni lini serikali itajenga minara mawasiliano katika kata za Kitwai na Naberera wilayani Simanjiro? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika naomba nijibu swali la Mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Kwenye mkakati wetu wa miaka mitano wa kuhakikisha kwamba nchi hii yote inapata mawasiliano itajenga minara kama ilivyosema, katika maeneo mbalimbali tutayafikia maeneo yote ya changamoto, yale ambayo yana minara lakini haina mawasiliano ya kutosha au yana changamoto, tutaiongezea nguvu na kwenye eneo lake ile ambalo la Simanjiro ambalo hakuna minara ndani ya hiki kipindi cha miaka mitano tunahakika tutakuwa tumefika na tumejenga minara kwa ajili ya kuondoa changamoto hiyo. Mheshimiwa Yahaya Muhata, swala nyongeza. Ha, naibu spika. Mheshimiwa naibu spika, uh, kuna baadhi ya maeneo hasa katika Jumba la na Nyumbu minara ipo, lakini wananchi wanahitaji huduma zaidi ya ule mnara wa mawasiliano. Je, Serikali haiko tayari kuwashauri wawekezaji wengine wakatumia ule mnara mmoja, ili kurahisisha upatikanaji wa mawasiliano na maeneo yote? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu swala la Mheshimiwa Yahaya, Mbunge wa Manyumbu, kama ifuatavyo, tayari makampuni ya simu yanachangia baadhi ya minara katika baadhi ya maeneo mnara mmoja wanaweka makampuni mawili matatu wanaweka vifaa vyao vya mawasiliano kwao. Nichukue nafasi hii pia kumwelekeza mkurugenzi mkuu wa TCRA kwa niaba ya waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari kulifanyia kazi swala hili, ili hiyo mnara kama ina, ina changamoto au imezidiwa basi waangalie uwezekano wa ku, kuwasiliana makampuni ili ongezewe nguvu na kama kuna uwezekano mwingine pia basi makampuni yaruhusiwe kuwekeza zaidi kwenye mnara huo, ili makampuni mawili matatu yaweze kutoa huduma kutumia mnara mmoja. Zoezi hilo linafanyika baadhi ya maeneo nyongeza.